Nyumba hii nyumba iko maeneo hapa Chamazi, Mbagala Chamazi, maeneo ya sako ya sako. Nyumba hii kama tunavyoiona, kwanza nikuonyeshe ndani, huu upande wa jiko kama unavyoiona, hii dining, hii ni store

Kote huko eneo la hivi nyumba eneo hili hapo lote ndio lake hivi hapo lote, eneo kubwa tu.